Kwa majina anaitwa Anifa Waziri Omari, ni mkazi wa Tabata Tabata Kinyerezi. Napenda kumshukuru Mama Samia kwa vitu ambavyo amevifanya toka ameingia madarakani. Kiufupi si wananchi wa hapa Kinyerezi tulikuwa tuna uhaba wa barabara kutoka hapa Kinyerezi mpaka Mbezi pia na shule ya sekondari shule ya msingi na hospitali, lakini tunamshukuru kwa alipofikia. Shule ya sekondari Annex, wanafunzi wameendelea na masomo na shule imemalizwa, na barabara kutoka Kinyerezi mpaka Mbezi sasa hivi ni nzuri, na hospitali ya Kinyerezi pia na Tabata Segelea. Ehe, yani tuseme majengo yameongezwa ya wazazi ya upasuaji na montual kwa, ndio hivyo. Napenda tu kumshukuru Mama Samia pote alipo, salamu zimfikie. Mwenyezi Mungu amjalie apite mitano tena mama. Sawa, lakini pia mgombea wa rais amesema atatoa kazi kwa vijana ndani ya siku zake mia moja za kwanza akichaguliwa kuwa rais. Wewe kama kijana umepokeaje hiyo taarifa? Mimi kama kijana namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepokea vizuri. Yani sina la kusema mpaka nione nimepata ile chance ya kazi. Ehe. Ila kwa kusema hii fursa ya vijana kwa kweli atakuwa ametuokoa vijana, yeye ndo kama sisi hapa kazi hatuna. Yaani zile kazi ya kusema labda and kazi tunazo za kutuingiza tu vipato vidogo vidogo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ila tunatamani sana kuajiriwa. Unajua kuajiriwa tofauti na kibarua. Ehe. Kwa hiyo tunatamani aingie. Lazima tumpe tarehe 29, lazima tutiki. Ili tupate tunavyohitaji. Unajishughulisha na nini sasa? Mimi mimi hapa najishughulisha na pabu na pabu e, nauza vinywaji okay. E, na najuisha mimi vinywaji maji juisi nini. Sawa, Koyo, natamani, e, Suluhasa. Kwa hiyo unatamani Samia Suluhu Hassan achaguliwa kwa raisi ili upate ajira? E, natamani sana natamani sana, na ntatiki, ntampa mitano tena Mama Samia, kwa uhakika wote ni katibu wa CCM, tawi la Migombani. E, tunashukuru mkutano wetu umefanyika vizuri katika wilaya yetu ya Ilala, hususani majimbo manne: jimbo la Ilala, jimbo la Segerea, jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kumjaalia afya njema rais wetu, mpaka anaenda kumaliza kampeni hii akiwa na afya njema na nguvu, mwenye hari mpya. Sisi tunashukuru lakini pia tunashukuru kwa ujio nadhani nyinyi wenyewe ni mashahidi, kila anakopita Mheshimiwa Rais, ujio wa wana CCM mnauona, ujio ambao unawashiria ushindi wa kishindo, na ushindi huu utakuwa wa mfano katika taifa letu la Tanzania toka tumeanza mfumo wa vyama vingi, hususani kwenye chaguzi zetu hizi za vyama vingi, atapata ushindi wa kishindo ambao hauna mfano. Yeah. Uh, jimbo la Segerea mnakwenda, um, kuwafanyia nini sasa, e, wananchi? According kwa mujibu wa CCM, wananchi wa jimbo la Segerea wajiandae kupokea yapi mazuri? Wananchi wa jimbo la Segerea mazuri yanakuja mengi. Kwanza miradi ya barabara e, kama anavyopenda kuongea mbunge wetu Mheshimiwa Bona Kamoli, huwa analalamikia miundo mbinu ya barabara, na kwa muda wake aliyomaliza Mheshimiwa Bona amejitahidi kwenye mambo mengi. Kwenye sekta ya elimu shule tumeziona za sekondari na msingi, lakini kwenye sekta ya afya, vituo vya afya tunaviona vingi, hususan kituo cha Kinyerezi hapo eh, kituo cha Segerea pale na vinginevyo, ikiwepo na Tabata, lakini hili la sasa hivi tu tuji, tuji, tujidai kwa miradi ya barabara ambayo inaenda kumaliza kero ya miundo mbinu hususan zile barabara za ndani na amepambana kwa hilo na ametuahidi kwa awamu hii ya tatu akifanikiwa kupita basi ile kero za barabara anaenda kuzimaliza sasa. Eh, asante sana. Asante sana katibu wa CCM tawi la Jakaya Kikwete. Nipo hapa kimelezi kecha kwenye mkutano wa hadhara wa mama. Mkutano umefanyika vizuri kwa amani, nashukuru mambo yameenda vizuri sasa e. Ulipotoka wananchi wanasemaje? Wananchi wangu wako vizuri tu, hapo ndo waona nasema no, nini kuhusiana na mama Samia Suluhu Hassan? Mama Samia hana mpinzani, tuna tiki tu 29 ni kuchinja tu, hatuna ngorongoro eh, si ni kuchinja. Unahisi ni sera gani ambayo Rais Samia ameitengeneza, ame katika chama cha Mapinduzi ndio ambayo inakwenda kuwapa ushindi wa uh, kishindo. Sela zake ni nyingi tu nzuri. Katufanya mambo mengi mazuri, maji tunapata, umeme na mambo mengine, barabara kama haya tunayaona. Eh bwana. Na mengi zaidi sana atatuboreshea, ambayo tunayahitaji sisi kama viongozi wa matawi na sisi viongozi vivile wa, wa matawi, atuangalie kwa jicho moja na la pili, tunajitoa tunamsurubia mama tunakisurubia chama Eh bwana atuangalie kwa macho mawili sisi makatibu wa matawi, sawa kama itoshi. Hatuangalie kutupasia mshahara hatulipe, na sisi tulipwe, maana tunafanya kazi kubwa ngumu, kipindi hichi cha kampeni hatulali mapema majumbani, doga usiku kuondoka, asubuhi kurudi, saa sita za usiku, saa saba bwana, hatuna posho, hatuna nini, tunajitolea kulingania chama. Kwa hiyo mama atuangalie, sawa, kwa jicho la pili. Sisi tupo kwa ajili yake yeye, na si atuangalie. langu miye, hilo tu. Asante sana. Nashukuru.